Kuna wakati unamfikiria mtu sana hadi unajiuliza kama na yeye anakuwaza vile vile. Ukweli ni kwamba kuna ishara ndogo ndogo ambazo zikianza kuonekana, zinakwambia wazi kabisa na yeye pia anakufikiria sana. Leo nataka nikuambie ishara mbili kuu ambazo ukiziona basi ujue na yeye anakufikiria na sio wewe tu peke yako ambaye unamfikiria. Let's go. Ishara ya kwanza: mnawaza kuwasiliana kwa wakati mmoja. Yaani, wewe mwenyewe ni shahidi, wakati mwingine kuna mtu anakaa kichwani mwako kiasi kwamba hata muda wenu wa kuwasiliana unaendana. Unashika tu simu mkononi, kabla hata hujatuma meseji, ghafla meseji yake ndiyo hiyo inakuja kwenye simu yako. Au unafungua tu WhatsApp unataka kumwandikia, mambo anakutumia yeye kabla hata hujaandika neno lolote. Yani, siku zote yeye ndiye huwa anakuwahi mwanzo, kabla wewe hujaanza kutuma. Sasa hapo unaanza kujikuta unaanza kucheka kimoyomoyo, unamwambia, yani, huwezi kuamini, nilikuwa nataka niku test sasa hivi, lakini ndio yeye tena, umeniwahi. Yani huwezi kuamini nikikwambia sasa hivi, yani sasa hivi nilikuwa nataka niku test, lakini ndio umeniwahi. Sasa ukiona ishara hii ujue kwamba wewe na yeye nyote mlikuwa mnawazana wakati mmoja, yani nyote mlikuwa mnafikiriana, na sio tu wewe peke yake ambaye huwa unafikiria yeye. Ni kama vile akili zenu ziko kwenye mfumo mmoja, mnafikiri kwa wakati mmoja lakini bila ya hata kupanga. Wakati mwingine unahisi tu ndani yako, leo lazima mtu fulani atanitafuta, na dakika chache baadaye simu yako inaita. Kweli kama vile roho zenu zinapeana ishara kwa mbali, bila ya nyinyi kujua. Watu wawili wakianza kuwaziana sana, mawazo yao yanakuwa na nguvu fulani ya kuvutana. Si lazima muwe pamoja kimwili, lakini hisia zenu zinakuwa zimeungana. Ni kama vile dunia inajaribu kuambia haya, sasa naona nyinyi kila wakati mnawaziana, hebu ongeeni sasa kwa pamoja na cha ajabu zaidi, hata mkikaa muda mrefu bila kuongea, mnaweza kujikuta tu mnarudiana kuwasiliana siku ile ile moja. Hapo ndipo najua hii connection si ya kawaida, ni kitu cha ndani na cha kweli. Kwa hiyo ukiona ishara hii, ujue kwamba sio wewe peke yako ambaye unafikiria huyo mwenzio, hata yeye pia huwa anakufikiria sana, kiasi kwamba hata dunia inajaribu wakutanisha kwa wakati mmoja. Unataka tu kumtumia message anakuwahi yeye, au yeye anataka kutumia message unamwahi wewe. Kwa hiyo ukiona ishara hii, basi ondoa wasiwasi, sio peke yako unaiteseka juu yake kwa mawazo. Ishara ya pili ambayo inaonyesha kuwa hata yeye pia anakufikiria, basi huwa unamuona kwenye ndoto zako au naonana kwenye ndoto. Watu wengi hawaamini hii, lakini mara nyingi mtu anayekuwaza sana anaweza kuonekana kwenye kwenye ndoto zako, kwenye ndoto zako na wewe ukaonekana kwenye ndoto zake. Yani kuna muunganiko au connection ya kihisia ambayo inavuka hata mipaka ya kawaida. Wakati mwingine unaamka tu asubuhi, unakaa kitandani kimya sekunde chache, huku moyo ukiwa nadunda dunda taratibu na unajiuliza ah, kwa nini nilibona tena kwenye ndoto zangu? Hii si mara ya kwanza wala si mara ya pili, naona dili anakuja kwenye ndoto zangu kwa nini? Na kila ukijaribu kumsahau anaebuka tena usiku. Sauti yake tabasamu lake, au hata ile hali ya kuwa karibu naye inajitokeza kwa namna ambayo huwezi kuipuuza. Na wakati mwingine ndoto yenyewe inakuwa rahisi tu, upo naye mnaongea mnacheka au unahisi utulivu ule ambao hamujaupata muda mrefu mkiwa pamoja. Unapoamka, kwa sekunde chache, moyo wako unajisikia kama vile umemwona kweli, lakini baada ya dakika chache unagundua hapana, hii ilikuwa ni ndoto. Sasa kwa nini ulihisi kwamba umemwona kweli? Kwa sababu wakati mwingine mtu anayekuwaza sana anaweza kuja kupitia ndoto zako hisia zake zinakufuata ulipo na zinapokelewa na moyo wako kimya kimya. Hapo ndoto inakuwa sio ya kawaida tena bali ni ukumbusho wa mtu fulani. Na cha ajabu sasa, asubuhi unaamka na bado kumbukumbu hiyo bado ipo kichwani. Halafu mchana tu, mtu huyo huyo ambaye umemwota anakutumia message ghafla, anakuambia sijui kwa nini lakini leo nimekukumbuka sana busu wangu. hapo ndio utashangaa inawezekanaje? Yaani, mtu ulimuona kwenye ndoto, lakini bado ameweza kuitumia message siku hiyo hiyo au siku ya pili yake. Sasa watu wawili ambao wanawaziana kwa kweli, mara nyingi wanakutana kwanza kwenye ndoto kabla ya maisha halisi kuwakutanisha tena. Kwa hiyo usichukulie poa ile ndoto inayojirudiarudia huenda rudia. Sio ndoto tu huenda ni ishara ya kwamba roho zenu bado zinagusana, bado kuna kitu hakijamalizika. Na hata kama dunia imewatenga, ndoto zimebaki kuwa sehemu pekee ambayo nakutana bila vizuizi. Sasa sijajua kama we mwenyewe hali hizi zinakutokea au vipi, naambie hapo chini kwenye comment. kama huja subscribe tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe ili uweze kupata video nyingi nyingi zinazohusiana na masuala ya saikolojia. Like video hii ipate kuwafikia watu wengi na uwajulishe YouTube kuwa hizi ndio video ambazo nazipenda. Share video hii kwa rafiki zako wapate kujua hizi ishara na vitu vingine. Aande baibai bye bye.